Yes. Wazisaundio hey. nafasi. Nataka ndugu yangu esibfaawetangulamekaonaajiron nii juaabunapana wale Waluya wako na roho kama ya huyu Jirongo ni wachache sana kabisa. Watu wawili watatu wakianza kukula wakiwa ndani ya serikali, wanafikiri Waluya wanakula <laughs> hiyo mkikula kuleni ya saa hii. Waluya watajipanga wa kuwekwa meza. Waluya asimame na wao. Mnisikie na mnisikie mzuri sana. Kabisa. Mnisikie. Sema. <laughs> Mnisikie. Sema. Mimi nakasirishwa sana. Nini mbaya yale mambo yanaendelea hapa, ndugu zetu wakienda maendeleo mm -hmm. Huko kwingine maendeleo inaendelea sana ay. Lakini hapa kwetu hakuna maendeleo. Hapa kwetu barabara zikikuja, kuna milioni mia moja. Mumeona juzi rais amekuwa Kiambu, barabara ni ya bilioni nne kuendelea mbele na wako barabara kapamilis, zetu tuko nazo hapa ni zile bado Rais Uhuru Kenyatta alitutengenezea, tuambiane ukweli. Katika katika mambo ya Waluhya, Mheshimiwa Gumo umesema hey, mambo na nikakusikia mzuri sana yes. Sisi kama jamii ya Waluhya mulembe, wala ambao wanakula sahii, kuleni na hao wananja wafurahi, kuleni tebo na mnyamaze. Mtu ukikula chakula unakula kama umenyamaza, mkituambia uh, ndugu yangu aligongana na basi yes. Atibasi, nenda wapi? Busia. Yes. Imebeba pasenja wangapi? Sitini na tano. Wako wapi? Watu wanaenda Busia ni watu gani? Kuna mulia Kenya hii ajui Jirongo? Hapana. Mbona hata mmoja kwa hiyo basi hajajitokeza aseme nilikuwa kwa hiyo basi niliona hiyo ajali? Ask them. Kama hiyo forensic investigation hii itafanyika, mm-hmm, sisi tushafanya.